hajawahi kuleta bibi wala mwanafunzi ndio. Kuna siku namuonaga, kuna jibaba moja hivi, mbaba hivi ana na midevu wanakujaga eh, analala, anamka asubuhi. Hata juzi alikuja akivaa lingo yake kama mwanafunzi ile huku kiki na ukionevo jua anakujelesha bado Chakolako eh, situ tatu wako peke yako, ndio unajua leo upo. Eh, yupo. Hajaenda, mimi nenda kuonana na wazungu, nenda kuonana na wachina. Leo yupo.

hata kusema labda mtu mzima kameta au wanafunzi ya kuu kwa sahivi anatujua tulivyo, lakini hakuna taja ya kuumia ya mwenzetu kwa sababu unaona na yeye ko hivi. Hamna mtu. Hamna kitu. Akiamua kama anese. Wewe muangalie kwanza tayari yako, ongea sijui nini sijui nini. Hamna mtu mle. <laughs> Mwenzangu kaja na mwanaume huyo, nataka kukuambia maana wewe ana mdomo. Kuna shoga kama mwingine naye Sharon anajifanya yeye ni mume sio, nini amna titi. Kuna siku mmoja kaja na yule mtoko wa zamani yule, na mimi mwenyewe nimemshuhudia shoga <laughs> kale akili, wewe ndo unamwona shoga kale tegero chanio mimi nikusuka <laughs> makubwa